Kuwashukuru na nadhani kuwaaga nikiwa namaliza muda wangu wa kikatiba wa kuhudumu kama waziri wa ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa katika serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotarajiwa kumaliza muda wake baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kila serikali inaingia madarakani kwa uchaguzi mkuu, si ndio ndugu zangu? Na ikiingia madarakani inakuwa na muda kwa miaka mitano, inaingia tena serikali nyingine kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo kila serikali ikiingia inajipanga upya ki kiuongozi, watumishi mara nyingi wanabaki wale wale. Lakini viongozi lazima kutambua ukweli kwamba serikali iko kwa miaka mitano na viongozi wa awamu hiyo husika wanachaguliwa kwa miaka mitano. Ninaona hii, kwa ni nafasi hii kuwa ni ya kipekee kwangu mimi na Mezimuni katibu mkuu ya kutoa shukrani zangu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa ushirikiano mkubwa, kwa kujituma, kwa uadilifu na kwa moyo wa kizalendo ulioonyesha wakati wote wa utumishi wetu wa pamoja. Tumefanikisha mambo mengi makubwa na, na madogo, si kwa juhudi ya mtu mmoja bali kwa kujituma, kwa mshikamano, kwa weledi wa kila mmoja wetu. Kila mmoja katika nafasi yake anao mchango katika taasisi yoyote bila kujali nafasi, bila kujali cheo, kila mtu ndio maana anakuwa sehemu ya taasisi. Ninawashukuru na kuwapongeza kwa dhati, na waswahili husema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kauli hii imejidhihirisha wazi katika utendaji wetu, na hapa naomba nirudie usemi wangu ambao wa huwa nausema mara nyingi Huwa napenda kusema kuwa hata ukiwa na uwezo mkubwa kiasi gani, ni vigumu kufanikisha mambo peke yako, hususani mambo makubwa. Hata ukijigamba kuwa umefanikisha peke yako, uhalisia utaonyesha kuwa ipo michango ya waliokusaidia au ndio shirikiana nao. Kwa hiyo, natambua mchango wa kila mmoja wetu Majenerali, makamishina, maafisa wakubwa na wadogo, maaskari, watumishi wote wa umma na wasaidizi katika ngazi mbalimbali, na hivyo sina budi kuwashukuru sana. Mimi nawashukuru sana sana. <coughs> Napenda pia kwa heshima kubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mrejeshi mkuu kwa kuniamini na kuniteua kuhudumu kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa ni kuanzia Septemba mwaka ishirini na moja hadi Oktoba mwaka 2022 ishirini na mbili, ambapo nilihudumu kwa mwaka mmoja na mara ya pili kuanzia Agosti 2023 uh, ishiri hadi sasa ni Oktoba 25 ambapo nimehudumu miaka miwili na kidogo. Kwa hiyo kwa ujumla nimekuwa katika sehemu ya wizara yenu kwa miaka mitatu. Siwezi kuondoka bila kugusia jambo moja la kihistoria. Ilikuwa ni heshima kubwa na ya kipekee kwangu mimi kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Tanzania kuteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Nafasi hii haikuwa rahisi Najua wazi kuwa wakati wa uteuzi kulikuwepo na baadhi ambao hamkuwa na imani kama mwanamke angeweza kuimudu au kumudu majukumu ya wizara hii, lakini kwa neema ya Mungu na hasa kwa ushirikiano wenu, tumefanya mengi na tumedhihirishia taifa na dunia kuwa uongozi na utendaji wenye tija na mafanikio haujali jinsia bali unajengwa juu ya maono, kujituma, weledi, mshikamano, ushirikiano na uzalendo. Katika hotuba yangu nitahesabu nitaona neno ushirikiano nimeitumia sana, kwa sababu nina imani, naamini katika ushirikiano. Teamwork ni muhimu sana, katibu mkuu. Hii tumeweza kufanya yote haya, katibu mkuu, kutokana na timu kwamba kila kitu tumekuwa tukifanya kwa timu. Lakini kiongozi pia unatakiwa uwe tayari kupokea ushauri kwa unaoongoza. Kwa hiyo yote haya yametokana na ushirikiano na mshikamano. Natumai kuwa imani hii ya rais na amiri jeshi mkuu kwangu kuniteua kushifa wazifa huu na uzoefu uliotokana na mimi utakuwa mfano chachu kwa wanawake na wasichana wengi kuamini kuwa wanaweza kushika nafasi yoyote popote kwa weledi, kwa kujituma, uadilifu na uzalendo. Lakini mimi ni mfano mdogo sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mfano wa kishindo na wa kupigiwa mfano. Kama rais na Amiri Jeshi Mkuu hajatetereka, amekuwa kiongozi hodari, ameiongoza nchi yetu kwa uhodari mkubwa sana, katuvusha kwenye changamoto nyingi na kaiwezesha nchi yetu kuimarisha amani na kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni watumishi. Makubwa yaliyofanya tumeyaona, sina sababu ya kuyaeleza, na katika kipindi hiki cha uchaguzi hata yale pengine ambayo tulikuwa hatuyafahamu katika sekta mbalimbali tumepata fursa ya kuyasikia na kuona kwamba kweli mambo makubwa yamefanyika. Lengo la mimi kukutana na nyinyi leo, kama nilivyosema, ni kutoa shukrani. Katika jamii yoyote, changamoto haziwezi kukosekana, ikiwa ni pamoja na kutofautiana, ikiwa ni pamoja na kukwazana. Pale ambapo kulijitokeza sintofahamu ya kutoelewana, naamini vilikuwa ni viashiria vya ari ya kazi na pale tulipokoseana ni kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu. Tusameheane, tuendelee kupendana na tuendelee kuwa wamoja. Ndugu watumishi, katika kipindi hiki tunapoelekea uchaguzi mkuu, ni muhimu pia tukakumbushana, pia kuwa tukakumbushana kuhusu wajibu wetu wa kikatiba kama raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania, na lakini kwa mzalendo ni zaidi ya haki, ni wajibu mausis natoa wito kwa kila mtumishi wa Wizara ya Ulinzi, na naamini watumishi wote watu wa Wizara ya Ulinzi ni wazalendo, wakiwemo wanajeshi na watumishi wa umma kujitokeza kwa wingi ushiriki kikamilifu katika zoezi hili la kizalendo Tufanye hivyo kwa nidhamu, tufanye hivyo kwa heshima, kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na misingi ya, uti, ya utiifu usio na mashaka kwa mamlaka halali. Kwa kufanya hivyo tutaendeleza tumu za taifa letu na tutasimamia misingi ya haki, usawa na demokrasia ambazo ndizo nguzo za amani na mshikamano tulionao.